Mse, i muvi zina bambaga mani we, kwanza una tukifika hapo, tukifika hapo. cheki cheki we msee, nilikwambia ukikuja huku kwetu wache zongori zako. Ona kuja kupiga piga kelele kwetu, maana utatoka saa hii wewe. Saa kama movie, sa kama muvi inabamba, nikuambie sasi una cheki mvi hapa tu tuina bamba, hata kama kutu hatuna TV, hatutakaa hivo, tutanunua kwa hivyo wacha zako Wochi tu movie polepole. a few moments later. Unajua utatoka kwetu, usianze sianze kunipangia na unajua nika sijakusikia vizuri. Wacha ulikua nasema utatoka sahii, tusisumbuane, sawa? ni kwetu, sinipangie chakufanya kama movie na wochi wochi. Autoke sahii, ukiwa hapa mtu hawezi kula vitu vyake, sawa? Toka hapa, nenda takuegelea, toka hapa